M elfu moja wamefuzu baada ya kupokea mafunzo ya kozi mbalimbali mbali kupitia mpango wa kuwezesha vijana unaoendelezwa na kaunti ya Machakos. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amebaini kuwa wote waliofuzu watapokea cheti na vifaa vya kuwasaidia kufanya kazi zao huku akiwataka kutumia ujuzi walionao kujiimarisha kimaisha kwa kubuni nafasi za ajira badala ya kusubiri kuajiriwa. Taarifa hiyo imeandaliwa naye James Mwangi na kutoa sauti naye Karo Munyoki. Katika juhudi za kuimarisha maisha ya vijana katika kaunti ya Machakos, serikali ya kaunti hiyo imeendeleza mpango wa kuwawezesha vijana kwa kuwapa mafunzo katika kozi mbalimbali zitakazowawezesha kuajiriwa, kubuni nafasi za ajira au kujiajiri wenyewe. Development is not just...

Akizungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa takriban vijana elfu moja gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ametoa wito kwa wote waliofuzu kutumia ujuzi walionao ili kujiimarisha, huku waliofeli wakitakiwa kutokata tamaa, kwa kuwa watapata nafasi nyingine mwaka ujao wakati wa awamu ya pili ya mpango huo. Ninyinyi mtakuja kuketi kwa hizo viti si ndio? Bishop amewaambia hii Kenya ni yenu, sisi tunazeeka, sisi tunatoke, tunatoka, tukitoka tunaachia kina nani, si ni nyinyi? Kwa hivyo mimi ningependa kuchukua hii nafasi niwashukuru, niwaambie tena wale hawajapita mitiani, Mama is on you, I have all your names. January you're going back to school, si hapo ni sawa? You're going back to school, tujaribu tena tupate certificate Kinara wa Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka amempongeza gavana Ndeti kwa juhudi zake za kuwainua vijana, akibaini kuwa hayo ni baadhi ya mafanikio yaliyoletwa na serikali za ugatuzi, na taifa lingepata maendeleo hata zaidi iwapo serikali za kaunti zitaongezwa fedha za mgao wa kaunti. Imagine if governor Wavinya is operating within the 15%, by the way, is shared between the 47 counties. And the little that she gets she's able to empower the youth that she's trying to do today. Imagine if we went up to national national government, part of 60%, now counties were part of 40%. In fact, in my view, we should make it 50-50 because all the stealing that is happening in Nairobi is because they have a lot of money to throw away. Amewataka vijana kuendelea kupigania haki zao akiwataja kuwa viongozi wa sasa huku akishabikia mageuzi na maendeleo yaliyoletwa na vijana katika sekta mbalimbali nchini na barani Afrika. For, for, forever immortalized in our third and I dare say final liberation struggle and their sacrifice should and will not be in vain. Karo Christopher, Undugu TV.